Wasiwasi wasi kuhusu kuchelewa kusambazwa kwa mbolea na ongezeko la mzigo wa ushuru unaowakabili wakulima, wakionya kwamba hali hiyo inachelewesha uzalishaji na kupunguza mapato ya wakulima. Mwenyekiti Richard Magu akitaka serikali kuhakikisha kuwa mbolea inasambazwa kwa wakati, akisema kuwa hali hiyo imesababisha hasara kubwa miongoni mwa wakulima. Leo ile swali nyeti ilikuwa mambo ya fertilizer ama mbolea ambayo sisi kama Dhumaita kauli yetu kwa KTDA. E, ile kazi tuliwapatia kama Dhumaita sisi kama shareholders wa Dhumaita tumeona mmeshindwa na hiyo kazi kwa sababu hii mbolea mnatuletea hii wakati kwa hakika haisaidi wakulima, na hiyo malalamiko yote wakulima wamekuwa nayo kwa mbolea. Unaona sasa hata ni kama ni yenu ni kuangamiza hii kilimo yetu ya majani chai, kwa sababu hii mwaka kila mkulima ame reduce production yake na over 30%. Na kwa hivyo tumesema kwa kauli moja haitakuwa biashara kama kawaida. Sisi tutawaandikia barua tuwaambie kama hamtawajibika kutoka mwaka ijayo, sisi kama wanadhumaita tutajinunulia fertilizer yetu. Ukulima wa chai mwaka uliopita ulikuwa mzuri ila tu tulikuwa na challenge kidogo kilo zetu zikapungua, alafu mbei kidogo ikashuka kidogo, lakini tunajua mwaka huu ambao tunaelekea tutatengeneza maneno na itakuwa mzuri, hata kama mpaka saa hii tuko na challenge kidogo kwa sababu ya mvua na mbolea ikachelewa kidogo. Sisi tuko na shida ya fertilizer kwa sababu fertilizer tunayotewa imechelewa sana. Miaka ile ingine tunaletea fertilizer miezi ya sita na sasa tunaletewa mwezi wa Disemba, hata saa zingira haijafika yote. Sasa sisi tumeuliza serikali ituangalilie kama mkulima wa majani chai, watuletee fertilizer wakati unaofaa, sio wakati ati fertilizer mvua imeenda ndio tunaletewa fertilizer. Serikali iache kaitindie imanenji mambo ya majani bila kuingilia, kwa sababu saa hii serikali ikiingilia majani ni kuvinya mkulima na kumaliza mkulima.